Mwanamuziki wa Singeli Dullah Makabila ameiambia Mwananchi kuwa ameumizwa na taarifa zinazodai mwigizaji Zaiylissa ameachana na mumewe Haji Manara. Dullah ambaye aliwahi kufunga ndoa na Zaiylissa mwaka 2023, amesema angekuwa hajaingia kwenye mahusiano angerudiana na mwigizaji huyo wa Jua Kali. Namnukuu, wanaosema nimefurahia ndoa kuvunjika hizo ni stori tu, watu lazima wazungumze hivyo. Ukweli nimejisikia vibaya sana kusikia ndoa imevunjika, siyo kitu kizuri. Mimi nina mahusiano sasa hivi, siwezi kurudiana na Zaiylissa tena. Nina mwanamke nampenda sana kiukweli, alafu mahusiano yenyewe nimeyapata dakika za mwishoni, lakini ningekuwa sina mahusiano ningerudiana naye, amesema Dullah Makabila. Ndoa ya Dullah na zei ilidumu kwa mwezi mmoja tu baada ya kufungwa kwake, kisha wawili hao wakaachana, ndipo mwigizaji huyo Januari 24 mwaka 2024 akaenda kuolewa na Haji Manara. Hata hivyo kwa Haji Manara, ndoa hiyo haikuwa ya kwanza, kwani aliwahi kufunga ndoa na wanawake kadhaa akiwemo Rubaina Rushaina Nahida na wengine, huku ndoa yake na Azei ikiwa ni ndoa ya sita kwa Manara, kufuatia maelezo aliowahi kutoa mama yake mzazi wakati Haji Manara akifunga ndoa na Rushaina. Utakumbuka taarifa ya ndoa ya Zaiylissa na Haji kuvunjika imekuja baada ya wawili hao kuanza kurushiana maneno kwenye mitandao ya kijamii, huku Zaiylissa akithibitisha kupokea talaka kwenye upande wa jumbe, katika chapisho lililowekwa na Juma Lokole. So, endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa ajili ya taarifa zaidi na zaidi kuhusiana na issue hiyo hapo. Naitwa Masud kofi, kofi, Lexudi, kwa hisani wazazi.